Sasa hivi naona kama hauko sawa. Unajua kile kitendo cha kunikimbia pale, umeweza kunifikirisha sana, ndugu yangu. Mara sijui bundi, mara sijui mwanga, mara sijui jini, yaani unalopokalopoka tu. Hata sielewi kwa nini unachanganyikiwa, ndugu yangu, una shida gani? Unajua Mose bwana, usichokujua siku zote kitakusumbua, tena kitakusumbua sana. Unajua jana nilivyo kuona umesimama na yule binti, moyo wangu ulifadhaika mno na ulishtuka sana tena sana. Nikaona nani, kwamba inawezekanawezekanaje yani wewe Mose na yule binti, yani mmefahamiana vipi? Yani nyinyi kiukweli ni, nilijiuliza ni maswali mengi mno nikashindwa kuyapatia majibu. Yule binti sio jini bwana, mimi naona binadamu tu kawaida kwa sababu hata pale aliponisimamisha alikuwa na shida zake ambazo alitaka nimsaidie. Alafu Teba. Mimi naona kuna kitu kilikuwa kwa kiko sawa. Na hiyo yote ni baada ya juzi kuja ukalala nyumbani kwangu. Naona mpaka sasa bado una maruerue. Kwani kuna tukio lingine ambalo limekukuta tofauti na lile? Mwanzo nafikiri wewe mwenyewe unaniona hapa. Kwenye swala la usawa, mimi nina akili zangu timamu tu, sina mapungufu ya aina yoyote yale. Eh, na fikiri ningekuwa nina mapungufu ya akili eh, tusingeweza kukaa mimi na wewe hapa na kuanza kuongea tukaanza kuelewana hmm. Sema tu ni mambo ambayo yametokea hivi sasa au mwingiliano baina yangu mimi na wewe hmm. Na, na yote haya ni kwa sababu yako wewe Moza. ili swala la kumbaka mkeo limekuwa pigo sana kwenye maisha yetu sisi. Huu sio muda wa kulaumiana, kikubwa ni mimi na wewe tulikuwa tukubaliane na tujue nini tunafanya. Wewe katika akili yako unawaza nini? Hapo kidogo umeingia kwenye kitu ambacho nilikuwa nakifikiria. Kuna jamaa mmoja hivi, yeye anatokeaga Kongo hapo, yeye kwa sasa yupo Kigoma na shughuli zake anafanyia hapo Kigoma, huyu ni fundi fundi aswaaswa kabisa. Ah, huyu anatibu. huyu huyu alishawahi kumtibia jini, jini alikimbiaga baharini huko, nasikia akamteka. Bas, tufanye kitu kimoja. Sawa eh? Wewe zunguka huku, kwa sababu mimi ile swala nishamshirikisha mzazi wangu baba, na amesema atalifanyia kazi na atalihendwa vizuri tu. Kwa hiyo cha kufanya wewe zunguka na acha, na mimi mzee aendelee kulipambania ile swala, alafu majibu yatapatikana. Sasa hapa unanitia uarakini wa, wa, wa wanamoze yaani, mimi nikapambani kivyangu na wewe ukapambani kivyako, hmm. Hiyo inapokuwa sio kweli. Kama wazee hapo mwanzo walivyosema kwamba umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu eh. Sasa wewe ndio unachotaka kukileta hapa kwangu sasa eh, namani sasa tunaanza kujitenga mimi na wewe eh, kwamba wewe ukafaiti kivyako na mimi nikafaiti kivyangu, hiyo hatuwezi kuwa na nguvu moja ndugu yangu. Eh, mimi na wewe natakiwa tuungane tuwe kitu hiki kitu kimoja ili kuweza kufanyaje? Kumwangamiza baba yaga. Mm. Eh, kuangamiza kile ambacho kinatunyima sisi furaha hmm. Unajua Mose bwana, kwenye maisha Mwenyezi Mungu alituumba ili tuje kuyafurahia maisha, na alikwambia usije ukampatia adui nafasi ya kuja kukuangamiza eh, sababu yeye aliyetuleta duniani alituambia nini? Furaha mm, japokuwa naye mwenyewe alisema kwamba usilipize baya kwa baya, bali lipiza baya kwa zuri. Naye tena akakwambia vile vile, angalia usije ukawa mpuli kupita kiasi, naye utapata nini? Utapata zambi. Sasa ikiwa kila sehemu kinapingana, mimi naona haina budi kweli kumwendea kwa mtaalamu, na tuhakikishe kwamba kweli tunamvua uchawi wake na wewe unakuja unaishi kwenye ndoa yako kwa amani na furaha, unakuja kuipata furaha ya ndoa yako mm. Uje uwe na watoto na wewe we, siku hata na mimi nikija nikipita pale nyumbani niwe naitwa anko, anko ninunulie pipi kabiskuti nini eh, tuna misi chinja hata kondoo, ili mradi tutumwangamize yule mzee Awezi akatufanyia mambo kama haya, hatukoseshe furaha kwenye, kwenye kwenye ndoa hatukoseshe, eh? Furaha kwenye maisha yetu binafsi eh? Kuna sababu gani ya kumvumilia mtu kama huyo? Huyo dawa yake ni kumnyosha tu. Usiogope mpakavonashituka nikusidini ama. Ah, mi nashanga, umekaa mazingira ya ovyo, umelala hapa nje. Shida we, usijali, mi niko salama tu. Naomba niache tafadhali. Mi niko na ombi, kama hutojali mi naishi mtaa pili hapo nyuma. Nilikuwa naomba twende nyumbani kwangu, uoge pumziki, nikupikie ule. Alafu kangu mimi nakufahamu mimi, na dada ambaye tulikutana naye pale jana. Nilikuwa nakuomba msaada, mimi naweza kusaidia. Kangu wewe, niache tu. Bora. Maana mguu liko pona kuja kwako kwa ushoga wako. Kwanza nguo yako hii nimekuletea. Je, furia maji ya kisima kweli wewe? Maana hii nguo nayo chali kupauka. Yaani kama kawaida yangu. Nafikiri nitafanyaje tena? Haya, naambia na unajipa gani? Kuna kijola nilikiona wamekivaa shuga yangu pambe hatari. Nahisi nikikivaa hicho kijola chako na ule mtanzio sikujua nitametisha. Kipi gani? Chova Hivi mm. Rafiki yangu wewe, utaazima nguo mpaka lini? Udugu naomba maana, nimpata bwana ile nakwambia, leo stazi huko sikupi kijola, sikupi nini, upo tena hiyo tabia, iishie leo. Nashukuru Mungu malidishai nguo yangu uo na nguo na vistili mwili mi ndio shilei bwana, ulefu sitini, mapana arobaini wojikwa ima mkubwa

Sensi za wawezi yani, wanaume wanatangulia alafu mwanamke anabakia nyuma, naonyesha utembo, au sio? Naonyesha utembo hadi mimi, yani. Sasa tutaona s tutaona mamba na kiboko, nani kiboko, yani tutajua, yani yani mbichi zipi kavu zipi, yani sema yenyewe safi. Yenyewe hii safi. Mimi naanza nayo afu na, afu nitamaliza nayo hivyo hivyo. Simu kuna mlada hapa kaja, kanzeveza zeveza, kaniibia. hmm. hmm. Oh, na shuga yangu vipi? Mbona kama uko sawa tu, shuga yangu, nimeamka asubuhi navyoniona hivi, shime jako ametoka, mlango uko wazi, viatu vipo mlangoni, simu iko kitandani. Nimesubiri bila mafanikio yote mpaka hivi sasa, nimeamua tu bora tuni, shuga yangu Asa, pilika pilika ume, asubuhi, mm, fanya mishe, mishe. Hmm. hiyo ndio jambo la kufanya. O, siwe sawa. Kwa nini ujui pilikapilika za wanaume? Labda akamka asubuhi, kawa anaendelea kufanya mishemishe hiyo kazi. Ina maana atoke tu hivi hivi bila viatu, bila simu? Basi asiniamshe, achukue simu, achukue viatu ili baadaye fanij nduishe mke wangu ja nimetoka, lakini vyote kaviache. Hmm. Usichanganyikiwe, anaweza karudi. Bana shogangu, nimekuja hapa tu, nimeazime shilingi elfu tano tu. Akirudi shemeji yako baadaye, nitakurejeshea. Hilo tu ndugu yangu, wa usiwazi, elfu tano tu. Haya, mm. miganga kuchukulia ndani kwa. Haya shogangu, basi wewe unakuja na wewe sio, umekuja leo tena mpaka mwakani kukuona. Mimi sasa hivi mwenzako nipo nyumbani, ni tu sina issue yoyote, nimetulia tuli. Kwa hiyo ukiona umepata muda huko, njoo shoga yangu, tupige story umbea kama kawaida yetu. Au unasemaje? Sawa, mimi nitakuja. Sema sio kama sipendi, lakini unakuta na bana na kazi sana hmm, kwa kazi gani naokuba na wewe, sio kweli. Afu, shoga yangu, nimekumbuka kesho kutwa, kesho kesho kesho kutwa, kutakuwa na shughuli kwa mashula. Pambe pambe hatari. Ijola, nitakuletea kama kawaida. Yaani kama unavyonijua si na shombo, si naelewa. Ah, mme wangu huyo, mama mtu. Vipi shemu? Poa, mambo juu. Uko poa? Mimi niko poa tu. Naona wenyewe mnapendezana kama mmeoana jana. Yaani vile, kila siku kama penzi jipya. Mm. Mnapendezana sana. Mm. Pole na kazi mwangu. Asante. Ataawea shoga yangu mi mweza kusendi mbali, maishie hapa. Baba mtu ndo kasharudi tena, hapa mambo apa ko. Tutaonana, udogo wangu. Sawa bana, acha mini waiwai, tutaonana. Haya, poa. Shem, shem, siku nyingine. Poa, haipingui. Haya, bye. Sasa tuondoke nyumbani. Eh? Uende nyumbani na nani? Wewe tena uende nyumbani na mimi. Ah, mke wangu na wewe bwana. Yaani wewe kila mtu ukubadilika badilika tu. Ulikuja na zako, nimekuja na zangu. Utaenda zako, nitaondoka na zangu. Mimi na wewe hapa hatukuja pamoja. Sawa, ilikuwa gelisha gelisha tu. Udugu wangu asijue kama mimi na yeye tuna ugomvi. Sio, unaelewa? Kwa hiyo wewe tembea na mimi nitembee, na usinifuate. Na shughuli zangu. Usiharibiane ovyo. Mume wangu, uliko wapi? Mi nakutafuta huku na kule, sikuoni. Mlango uko wazi, vyetu vipo mlangoni, simu ipo ndani alafu chakushangaza, mbona ukutumbua hivyo? Mke wangu wewe, acha tu, katika maisha yangu yote haya mauzauza sija kukutana nayo zaidi ya kukutana nayo huku bwani. Hivi unajua jana, mke wangu, wakati tumelala uliweza kunipotea tena katika mazingira ya kutanisha. Mm, basi nilikimbia yani, nikajikuta tu na maruwe ruwe, na labda nimekimbia hata sielewi, nakimbilia wapi, kama unavyoniona hivi inamaana Mungu, nataka kuniambia jana mimi nilala mlango wazi, si ndivyo? Ndio inamaana sasa, mi mtu mbaya angeingia ndani, angenizuru. Nisamehe sana mke wangu, alikuwa kusudio langu mimi kukuachia wewe mlango wazi, lakini kutokana na mazingira ambayo yametokea jana, mi mwenyewe sikujielewa. Unajua mambo ambayo yanapitia mke wangu, wewe uwezi amini, wewe uwezi kujua ni kwa sababu gani, lakini binafsi mke wangu, mi wa napitia wakati mmoja mgumu sana angu unafahamu kabisa kwamba mi nakupenda sana na hii michezo ambayo sasa hivi unataka kuianzisha katika maisha yangu, naona kabisa unataka kuniua kwa hizo etiketi zako ambazo unaniletea narudi mtaani pale sikukuti, unatoka unaenda kwenye mambo yako, au sio? Unaenda kwa watu wako, afu unachukulia poa tu unachukulia baridi tu kuhusu maisha yangu, wazi wala nini, ila kukunapoelekea mimi na wewe tutakuwa tunatumia kinga. Sabuni sha kuona kabisa kwamba wewe mdudu mbaya unataka kuniua. Ha? Niambie ulikopo wapi. <coughs> Sasa, mimi nikikomea nilipokoi inakusaidia nini? Wewe unachukulia poa mapenzi. Unachukulia poa kupenda au sio? Wewe mapenzi si ya unajua? Mapenzi si ya mke wangu. Yaani mpaka mimi nakupenda wewe, wewe hapo kwenye cheo kwa heshima tu. Kwa heshima tu. Afsa, hebu unaanza kunibadilika. Yeye changaa mke wangu vipi? Mbona mambo ya kusuka mitindo nini videla kama hivyo, yani alafu vipi vipi? Mimi naona alafu siulizi wewe, unachukulia poa, unachukulia baridi, unaona mazaifu ya kwangu mimi. Ndao sio. Mimi mwanaume, alafu naumia. Naumia, alafu tembo wako naonesha ya mimi, tembo wako huo mimi siutaki kabisa katika maisha yangu. Elimi stadi mwanamke anibane kichwani kama hivyo. Wewe unasahau kitu kimoja. Mimi nimeshaamua. Fanye maisha yako, nifanye maisha yangu. Tutakuta na nyumbani usiku, muda wa kulala. Sawa? na ndio maana mimi sasa hivi uone nikikupigia simu sijui, eh, umechelewa uko wapi sijui nini. Sikufuatili kwa lolote kwa chochote lile. Tukio lilonipiga linanitosha, yaani limenifundisha pakubwa sana, si unaelewa? Kwa wewe tu na mda ule tumekutana pale kuhusu chakula nikakwambia, ulivyoondoka ndio utakapopakuta sasa. Na shangoni unapokuja, unabotukiza botukiza, unabotukiza nini sasa hapa mwalikakuwa sasa hivi unaongea unavyotaka wewe tu, unaongea yaani ufahamu kuhusu mimi, maisha yangu, mapenzi yangu, unachukulia poa baridi, au sio? Esh mwanangu, haina noma, haina noma. We unachukulia naume kuloka mantilio wanapenda, wanapenda. Mi ndo maana nimekuoa wewe, mke wangu, afu narudi nyumbani nakukuta aupo au kama hivyo Oya, kama kuna kisha wale ananiletea pigo kama hizo hapo, apo umeonyesha, sikubaliani nazo nakwambia. Hmm. Nikija kuanza kuwaita wauni wangu utanichukulia poa mishorkani, eh! vibaya hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Pole sana, mke wako unyenyesike, unashindwa kula ndoa yako. Sasa mimi nakwambia hivi, kibuyu cha bibi yangu kimeshafika, na hivi ninakwambia, kiko makaburini, nakifata. Ila kuna jambo lingine, najua utastuka. Hilo ni jambo nataka nitatue tatizo lote, mwanangu Usistuki, itabidi nimwingilie mke wako wewe, ili kukomesha mambo yote haya, na hili swala lipo kwenye mila, wala usishangae. Sasa mke wako anatakiwa aje kukaa kwa nguvu leo hii, ili kumaliza hili tatizo. Unawezaje kumwingilia? Yaani kivipi? mbona sijakuelewa mwanangu, mbona mwana kama una sitasita Hili swali ni la kawaida kwenye mila na desturi, ambalo mimi nataka kumaliza tatizo letu, ili halafu nikwambie tu, hii inakuwa siri yangu na wewe, usije ukamwambia mtu mwingine yoyote.